Mambrui ni mji ambao kwamba uko pani ya Kenya na ni mji una aduari tatu. Mambrui ya zamani ambayo kwamba ilikuwa iko hapa tangu wakati wa Abdul Maliki ikakosekana kabisa. Mambrui ya pili ilipatikana hapa lango la Simba kuendea mbele kule, haya makaburi yalikuwa kwa janubi ya Mambrui. Mambrui ya tatu ni hili tulionayo, ilijengwa wakati wa utawala wa kina Said Majid na kina Said Barghash, na wakawahi kuishi baadhi ya watu wa kidola waliokimbia kwao katika Al-Kithiri na Al-Busaid. Hata watu wa Mambrui wana maneno yao kwambia, Mambrui hodi kwa bwana Hemedi endao harudi. na kina Alikithiri wakajenga nyumba zao, wakawahi kuteta na kupijana. hata ili jumba kubwa likoko karibu ya Lghanail Islamia, hili jumba la Alikithiri ambalo kwamba walijenga kivita, kwa sababu wao ni kizazi cha kifalme, wapate dhifae, ndio ikajengwa matundu ya marasasi, na wakakaa wenyewe kina Islam bin Ali al-Kithiri na aila yao peke yao tangu manzo. Ile nyumba na wale wazungu wanenao kwa nyumba ile ilikiuzwa watumwa au ilikuwa nini ni maneno ya urongo kabisa. Nyumba ile imeketi al-Kithiri tangu manzo mpaka misho mpaka kuuziwa gali ya karibuni, akauziwa gali ya katika 1405 ndio nyumba ile ikatoka katika milki ya kina al-Kithiri, lakini hakuna asli kabisa bali walikuwa wao walikuwa na munafasa sana al, al, Albusaidhi. Na kina Albusaidi na Albusaidi alikuwa nyumba yao ni ile nyumba ambayo kwamba tujuao nyumba ya pamba, na zile ardhi za riadha zilikuwa ni zao na wafuasi wao.